Jana hey, nilikuwa nikwanaye akuniambia kitoi, akungoja kidogo, goja kidogo, usi ndio mwamba yule anatoka na mchongo hapo. Msea namwelekezaga kila siku, dakika za mwisho a brother vipi Buwa, brazo, sana hivi, hii njia inaelekea mpaka makaburini? Mi sikuelewi. Tumekuja, umetulia hapo, watu tumekaa zetu, tumetulia hapo tunapiga zetu mavitu yetu. Wo, hii njia inaelekea makaburini hapa imekuwa posta brother? hii road inatoka Sasa, nikuwa anaulizia tu hii njia kama inatoka ana kuna hii wewe, msamba usogea kwanza Asi chili oa, baza, kwa hapo mwanangu, chili hapa, tulia basi, hapa kwa hapa a ni sheria, ukija kwa muuni lazima upige, afu tubonge. Sijajua unaleta ishu gani, afu ndo tubonge, umesikia? Wewe mshamba oa. <coughs> <coughs> a ya kawaida, babu ya kawaida Ua. Ua.